Tukiangazia masuala ya mabadiliko ya tabia ya nchi ni kwamba wakazi zaidi ya elfu kumi na tano wa eneo la Tana Delta wanakabiliwa na mzozo wa kibinadamu baada ya maji kutoka bahari ya Hindi kutia chumvi maji yao ya kutumia. Ongezeko la kiwango cha maji katika Bahari Hindi limeharibu vianzo vya maji, hali ambayo imeathiri shughuli za kilimo na uvuvi na kuziacha jamii zikitafuta maji safi ya kutumia nyumbani. Familia nyingi zinalazimika kusafiri mwendo mrefu kutafuta bidhaa hiyo muhimu, huku wakazi wakisema juhudi zao za kuzuia maji ya bahari kuchanganyika na maji yao hazijafua dafu. Wanaitaka serikali ya kaunti na ile ya taifa kuwasaidia kujenga matuta ya kuzuia maji hayo kufurika na kuharibia kipato. Moto ambao tunaiona saa hii, hata samaki imepotea, maanake hizi ziwa zetu zimejaa samaki. Serikali ya Uhuru, waziri alikuwa hapa kari ako tobika alikuwa hapa, tulizungumza hapa, tulipata tumesapata hasara nyingi kwa kufatana na hii lalo, na kuna dalili ya kwamba hii lalo inafungwa na inavunjika, inafungwa na inavunjika. Tunakuomba samoe William Ruto, tafadhali utusaidie sababu saa hii serikali wetu wa kaunti ya Tanariba Meja Godana hataki kutuangalia na jicho. Tunakuomba Baba Ruto, tafadhali.